Huwe ni mtu wa aina hii hey, usithubutu kuanzisha shamba la nguruwe. Hebu tu wa kweli, si kila mtu amezaliwa kuwa mfugaji. Kabla hujapoteza muda wako nguvu zako au pesa zako, naomba usikilize video hii kwa umakini sana. Ufugaji wa nguruwe si mtindo wa maisha wa muda na si biashara ya kusema nikae tu nione faida. Ni kazi ya full time kama kazi zingine, jasho damu na maamuzi magumu ya kila siku yanahitajika. Sasa, na kama wewe ni aina ya watu ambao nitawataja sasa, tafadhali ondoka mapema, na hii video sio kwa ajili yako. Namba moja, wewe unadhani ni pesa rahisi. Kama ni mtu ambaye unadhani kwamba ufugaji wa nguruwe ni sehemu ambayo unaweza ukajipatia pesa kiurahisi sana, basi utakuwa unakosea sana, kwa sababu unaweza kawa umeona mtu ameposti Instagram faida ameipata kupitia ufugaji wa nguruwe na wewe ukashawishika kuingia kwenye ufugaji wa nguruwe, naomba uachane na hiyo nadharia, kwa sababu watu hawa hawajaonyesha gharama za dawa, chakula, ujenzi wa mabanda, ama zile saa ambazo mtu anazihangaikia kwenye ufugaji wake wa nguruwe. Kwa hiyo ufugaji wa nguruwe sio kwamba tu useme unanunua nguruwe leo na unapata faida kesho. Hapana, ni kazi kubwa sana ambayo ina mchakato mrefu na si kila mtu ataimaliza ama atafika mpaka mwisho, kwa kuna wengine ambao huwa wanaweza kukata tamaa hapo katikati. Kwao ni kazi ambayo inahitaji umakini na inahitaji uvumilivu wa muda mrefu. Namba mbili, wewe ni mtu wa kusuasua, yani ni mtu yule ambaye unasita kufanya maamuzi. Kama ni mtu wa aina hii, basi sehemu hii ya ufugaji wa nguruwe haikufai, kwa sababu nguruwe akiwa mgonjwa, huna siku ya kufikiria, bali una masaa tu ya kuweza kuokoa maisha ya huyo nguruwe. Na katika ufugaji wa nguruwe, ukichelewa kuwauza bei zinashuka, wanaendelea kukaa shambani na wanakula faida yako. Sasa katika kazi hii, haihitaji kusitasita, kwa sababu ukisitasita ujue, ni hasara. Unahitaji uamuzi wa haraka wa uhakika la sivyo, uamue upoteze kila kitu. Namba tatu, wewe ni mtu ambaye huwezi kutake risk, ni mtu ambaye huwezi kukubaliana na hatari kwenye ufugaji wa nguruwe. Ni biashara ambayo mtu inakutaka kuteki riski, kwa sababu hii biashara ni ya kubahatisha kila siku. Kwa nini tunasema hivyo? Unaweza ukawa mfugaji mzuri tu au unaweza ukafuga vizuri kabisa tu na ukaanza vizuri kabisa tu halafu, ghafla ugonjwa unaingia, ama bei zinashuka ghafla, bei ya nyama inashuka ghafla, ama vyakula vinapanda bei. Kwa hiyo hivyo vitu vyote unatakiwa kuvifanyia uh, uchambuzi au unaweza unatakiwa kuvifanyia upembuzi yakinifu, kwamba kuna wakati kuna magonjwa, kuna wakati kuna gharama za vyakula vinaweza zikapanda, au nguruwe anaweza kuwa ni wengi, nyama inaweza ikafanyaje, ikashuka bei. Kwa hiyo hizo zote ni risk ambazo mtu anatakiwa kufanyaje, kuzichukua. Sasa kama wewe ukawa ni mtu ambaye unahitaji mambo yote yaende kwa uhakika kila siku, basi nachoweza kukushauri tu uweze kurudi ofisini ukayatafute zile kazi za kuingia saa mbili na kurudi saa kumi. Kwa kazi za namna hii ambazo pressure inakuwa ipo kila wakati, hiyo ujue haikufai. Kwa hiyo kama wewe ni mtu unajiona kabisa huwezi kutake risk, basi achana kabisa na ufugaji wa nguruwe. Namba nne, kama unajijua wewe ni mtu ambaye sio mwajibikaji Yaani hupendi kuwajibika, basi unaweza ukakaa mbali sana na ufugaji wa nguruwe, kwa sababu nguruwe wanakutegemea wewe na sio mtu mwingine. Asilimia tisini ya shughuli zote zinakuhitaji wewe ushiriki moja kwa moja, kwa sababu ukiwasahau kuwalisha nguruwe watateseka, watakonda, watapungua uzito utakula hasara, utakuwa umepoteza kila kitu. Ukichelewa kuwafanyia usafi, usipochukua biosecurity, wanyama wako watapatwa magonjwa, magonjwa yatasambaa shambani, kutaongezeka vifo vingi, wanyama watakuwa wanaumwa kila siku, matibabu yataongezeka, na mwisho wa siku utatumia pesa nyingi na utakula hasara. Kwa hiyo uzembe wako ndio hasara yako katika ufugaji wa nguruwe. Kwa hiyo inakutaka wewe uwe mtu namba moja, ambaye unaweza ukawajibika kwa asilimia mia moja. Sasa kama huwezi kuwa mtu wa kuwajibika kila siku, naomba usijisumbue, tafuta kazi ya kuingia saa mbili na kutoka saa kumi. Huku utakuja kuteseka na utakuja kupoteza akiba yako yote. Namba tano hiii ambayo ni muhimu sana kwa kila mmoja, kwa sababu ndo lengo la mtu kufanya ufugaji wa nguruwe. Lisingekuwa lengo hili, hakuna mtu ambaye angeingia kwenye biashara hii ya kufuga au kufanya biashara ya ufugaji wa nguruwe. Kama wewe ni mtu ambaye hujui kuuza, wazungu wanasema you have to know how to sell. Kwao lazima ujue jinsi gani ya kuuza. Sasa kama wewe ni mtu ambaye huwezi kuuza, basi naomba usifanye biashara ya ufugaji wa nguruwe. Kwa sababu unaweza ukafuga nguruwe wakawa ni bora kuliko wowote. Lakini kama huwezi kuuza ni sawasawa na bure. Kwa sababu ufugaji wa nguruwe sio kwamba ni kazi ya kulisha tu, bali ni kazi ya biashara. Mwisho wa siku unatakiwa kuuza na kupata hela. Sasa lazima ujue ni jinsi gani ya kuzungumza na wateja, ni jinsi gani ya kuweza kujenga mahusiano na wateja wako. Lazima ujue ni jinsi gani ya kujua bei na kupanga bei zako. Sasa kama wewe utakuwa unaogopa kuuza, basi jua kwamba nguruwe wako wataendelea kula faida yako shambani kwao. Ni lazima ujifunze namna gani ya kuzungumza na wateja wako, ni namna gani ya kuweza kupanga bei zako, ni namna gani ya kuweza kujenga mahusiano na wafanyabiashara ambao unafanya nao biashara. Kwa hiyo hilo ni jambo lako la muhimu ili uweze kuuza nguruwe wako na ili uweze kutimiza lengo lako la kufanya biashara ya ufugaji wa nguruwe. Namba sita, na hili tatizo liko kwa watu wote wengi ambao wanaingia kwenye ufugaji wa nguruwe. Sasa kama wewe ni mtu ambaye unahitaji au unataka kuona matokeo ya haraka, basi sikushauri kuja kufanya ufugaji wa nguruwe kwa sababu, mtu anataka afuge leo apate hela kesho, aone nguruwe amezaa kesho, waone wa nguruwe ameongezeka kesho. Hakuna kitu cha namna hiyo. Ufugaji sio wa haraka, lazima usubiri wiki miezi na wakati mwingine unatakiwa kusubiri zaidi, kwa sababu hapo katikati kuna kati changamoto nyingi. Kwa hiyo ni bado kuna hasara njiani ambazo mtu utakutana nazo. Sasa kama wewe ni wakutaka tu kuona matokeo ya haraka, basi jua utakata tamaa haraka sana. Kwa hiyo shamba la nguruwe litakudidimiza, litakuumiza na lita kukatisha tamaa hata kufanya biashara zingine. Kwa kama ni mtu wa kuona matokeo ya haraka sana naweza nikakushauri kwamba achana na mambo ya kufuga nguruwe. Tafuta kazi ya kuingia saa mbili na kutoka saa kumi namba saba. Je, wewe si kiongozi? Ili swala unaweza ukaliona kama ni dogo sana lakini lina umuhimu mkubwa sana katika ufugaji wa nguruwe. Kwa sababu kwenye kazi hii ya ufugaji hautafanya peke yako, utahitaji watu ambao utashirikiana nao ili kuweza kukamilisha kazi yako. Kwa hiyo kuna wafanyakazi, kuna wauzaji, kuna wasambazaji ambao utawahitaji. Sasa kama huwezi kuongoza au kupanga kazi, kila kitu kitakuwa ni vurugu kwako. Kwa hiyo ni lazima uwe kiongozi mzuri ambao unaweza ukawaongoza wale, na kama usipoweza, basi ujue maendeleo yako hayatakuja. Kwa hiyo kuna watu wengine unakuta ile namna na ya kuongoza au unaweza, kama mtu kafanya jambo, unaona aibu kumwambia au unakuta mtu kaona kafanya jambo, hauwezi kumfukuza. Umeona, labda unakuta labda ni ndugu umemeta pale shambani kafanya kitu huwezi kufanyaje, kukuharibia anazi. Lazima ujifunze ni namna ya yakuwa kiongozi, namna gani ya kuzungumza na watu, namna gani ya kuweza kuwaunganisha watu wakafanya kazi pamoja, kwa sababu hakuna kitu kigumu kama kuwaunganisha watu ambao wametoka maeneo tofauti, wenye kufanya na. Kitu kingine ambacho naweza nikakushauri kama hautakuwa nacho au hauko tayari kukifanya ni hutaki kujifunza vitu vipya, kwamba hauko tayari kujifunza vitu vipya. Kwa hiyo kama wewe unajiona kabisa hauko tayari kujifunza vitu vipya, basi jua kwamba biashara hii haikufai. Ufugaji wa nguruwe hubadilika kila siku, kwa sababu huku kwenye ufugaji kuna mbinu mpya, kuna magonjwa mapya, kuna masoko mapya. sasa ukikataa kujifunza utalende, utaendelea kurudia makosa yale yale kila siku. Wafugaji wakubwa ni wale wanaojifunza kila siku, kwao lazima kichwa chako kila siku ukiupdate. Kwa hiyo kuna mwingine anasema nguru yangu anahalisha, anakuambia fanya hivi fanya hivi fanya vile fanya vile, umeona. Kwa hiyo kila mtu ana kila siku anakuambia bwana, mimi nifanye hivi, wakaacha kuhalisha, mwingine anakuambia bwana, nifanye vile wakaacha fanyaje kualisha. Kwa hiyo lazima kila siku ujifunze kitu kipya, lazima ujifunze mbinu mpya za masoko, kwa sababu masoko hayatabiliki. Kila soko nakuja na changamoto zake, kwa hiyo lazima ujue nifanyeje. Umeona vyakula pia, kwa leo umenua chakula hiki nguruwe unakuta wanahalisha, kwa hiyo unatakiwa ubadilishe, au kesho umehalisha nguruwe chakula hiki unakuta hawakui, kwa hiyo ni lazima kila siku ujitahidi kujifunza kitu kipya ambacho kinaweza kufanyaje kukusaidia. Sasa kama wewe haupo tayari kujifunza vitu vipya ni bora tu kusubiri zile kazi za saa mbili asubuhi unatoka saa kumi huku, utachelewa sana. Na namba tisa, kama ni mtu ambaye huwezi kuvumilia mambo magumu, kwa sababu huku kwenye ufugaji utaona vitu vingi na vya ajabu sana. Utaona damu zikimwagika Umeona, utaona vifo, watoto wakifa, nguruwe akifa. Kwa hiyo utafanya kazi katika mazingira yenye harufu. Umeona? Kwa hiyo sasa, kama ni mtu wewe ambaye heka heka, mba, huu, wewe ambaye hupendi hizo heka hekaheka, kumbuka kwamba huku wewe hakukufaya. Kwa hiyo hii sio, useme kwamba ni yale maisha ya kifahari ya kuweka vitu kwenye Instagram, kuposti picha, si nini hivyo, hapana. Ni maisha halisi ya shambani. So kama huwezi kuvumilia hayo, kwa hiyo usijaribu hata kidogo wewe kuingia katika ufugaji wa nguruwe. Neno la mwisho, ufugaji wa nguruwe unamlipa mtu jasiri, mtu ambaye ni mwajibikaji, mwenye moyo wa kujifunza na mwendeshaji wa kweli. Lakini kama wewe ni mvivu, mwoga, ama unatafuta njia zako za mkato ama unatafuta pesa rahisi, basi acha kabisa kujihusisha na ufugaji wa nguruwe, kwa sababu si biashara ya mchezo, ni biashara ya mapambano yenye mchakato mrefu mpaka unaweza kupata mafanikio. Kwa hiyo ni wachache tu ambao wanaweza wakavumilia na wakavuna matunda. Sasa kama bado uko hapa na unahisi hii kazi inakufaa, basi naweza nikasema karibu sana. Wewe huenda ukawa ni mtu sahihi ambaye umeandaliwa kwa ajili ya kuwa mfugaji wa nguruwe. Naomba ulike, share au utagi mtu ambaye anatakiwa kuiona video hii. Na kama unamaanisha kweli kuingia kwenye ufugaji wa nguruwe, naomba ukaribie kabisa. Nitakuonyesha jinsi ya kufanya kwa njia za kitaalamu kabisa, na uwezo kufanikiwa ukafikia malengo yako. Karibu Laoda Hox Farm, tunapatikana Kibaha Kongowe kwa namba 0712979511 narudia tena 0712979511. Karibuni.